Asante, asante. Asante, asante. Kwanza nipende kumshukuru Mungu. Hilo ndilo jambo la kwanza. Maana mahali hapa tupo hapa, lakini na Mungu yuko hapa. Nadhani hapa leo, kwa sababu nimesikia hapa anasema askofu kwamba na kesho tutawahi. Maana yake hapa patakuwa patakatifu mimi, yeah. Ninashukuru ninashukuru sana. Kwanza nianze kujitambulisha kwa jina, naitwa Richard Ruhala, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kio. Ninaamini yeah. yeah. Kabisa, cheo hiki ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo basi mimi sina mengi sana, mimi niseme askofu, karibu sana kijiji cha Mfyome, lakini nilikuwa ninaanza kwanza kwa kuwasalimu uh, jina la bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya hapo, natanguliza shukrani, shukrani za dhati kunialika katika uzinduzi wa injili hii. Pia nipende kuwashukuru kumshukuru Baba Askofu kwa kukanyaga ardhi hii ya chini, maana yake yote hayo ni mapenzi ya Mungu amefanya leo mpaka siku ya leo awe salama ili aweze kufika mahali hapa lakini pia Mungu awabariki sana wageni wote ambao wamekuja. Kwa mujibu wa maelezo ya mwenye mchungaji, anasema kuna wageni hamsini ambao wamefika hapo. Mungu awabariki sana. Kitu ambacho ninacho mimi ambacho nakiamini kwa uwezo wa mwenyezi Mungu, ninaamini kabisa uwepo wa makanisa amen. Maana yake bila nyie hapa mnatangaza amani. Amen. Sio kitu kwenye kamati ya ulinzi na usalama, bila amani, bila amani. Na amani mnaitangaza nyie, tunasaidiana na natambua uwepo wenu leo, mtahubiri Injili. Kuna mtoto mdogo hapa na chini ya miaka mitano, huyo ataenda anasema tembea na Bwana Amen. <laughs> Kweli mimi ninafurahi kwa siku ya leo, na nimechelewa kidogo, nilikuwa na majukumu. Kuna mwenge wa kitaifa utakuja, lakini pia niweza kukabidhi pale, nikamwambia endeleeni, lakini pia ni muhimu sana Amen. Asante. Mimi ninasema kwenye upande wangu nimetoa kibali aliletea mchungaji kwamba kutakuwa na maandamano madogo, nikasema hakuna shida, kibali natoa. Kwa hiyo mwende na amani sana. Ninaamini kweli mchungaji wetu pamoja na waumini kweli ushirika upo, na Mungu awabariki sana. namna gani mchungaji wetu anafanya mahusiano na uh, makanisa mengine. mm -hmm. Sasa mimi nipende kusema kwamba kanisa la TAG ninashiriki, kote kote, huwa nashiriki kutoa kile ambacho anaomba. mm -hmm. ata lakini TAG <laughs> <laughs> Mama angu kwa hiyo, <laughs> kila kinachojiri kule <laughs> navoweza kumpitia. <laughs> na mama, habari za leo, wanasema kule kulikuwa kuna kamchango fulani kanasumbua <laughs> kwa hiyo basi nasema mama, mwambie mchungaji na mimi nasema neno mm. I, Jumapili hii utafanya hivi mwambie, na Jumapili ijayo utafanya hivi. Kwa hiyo mimi ninathamini sana, na kuna nadhani kama kuna kaeneo niliwapatia kule ma Mtwango yeah. niliwapa kule Mtwango kwamba mchungaji, leo hapa tutasema ni poli yeah, lakini kuna watu mbele yetu mm, mbele kule kuna watu wanaishi, lakini hawa wako katikati kwa hivyo arizi leo utasema ni polini, lakini kesho kesho patakuwa mjini. Mm. mimi nipende kushukuru sana, nipende kushukuru sana na naahidi kwamba tunaendelea, na ifikapo mwezi fulani niambia, nisubiri mchungaji, niliahidi kupeleka mchanga hapa. Oh. alila alisema subiri kwa, kwa hiyo nitampeleka na naendelea kuwa na nyee. Asante sana. Ni wasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Jamani makofi mengi kwa Yesu. Makofi mengi kwa mwenyekiti. Sasa tunajihisi tuko salama maana mwenyekiti mlinzi wa amani wa mji huu tuko naye hapa.

kile Bwana Bwana amekikusudia kwake, basi kwa maisha yake akipokea, amen de hapo na askofu anapokea mwenyekiti, amen. Asante sana baba, sana sana sana, sana, mwenyekiti. Mwenyekiti, tumejisikia vizuri. Amina. Asante, Asante kwao.

Kaskazini. Naomba mtuza eh, makamu jitambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lucas Chavala kutoka kazini ya Jimbo la Iringa Kaskazini na ninawapenda nami na baraka wa Bwana. Amen. Lakini ni anakofia mbili. Nyingine anaitwa Makamu Askofu wa Jimbo Mteule anaweza kasalimia kwa salamu zote. <laughs> Jamani, bwana asifiwe! Hey! hey! hey! Nimebarikiwa na waimbaji wote. Nataka niwapongeze kupitia Bwana. Mdogo mmoja aliimba na hawa wenye nyeupe, huyu udogo yule aja Johnson, Johnson. <laughs> Sogea hapa mwanangu, umeimba nakupongeza nichochee karama yako iendelee. Niwaambie, ni alikuwa mbele anaimba kwa stepu hakosei, anaimba kwa kujiamini, akijua anachokifanya. Natamani watoto wote muungane na mtoto kama huyu mjiunge na kwaya Sama. Mpendwa makamu askofu wa jimbo mteule, mpendwa katibu wetu wa jimbo, mpendwa mwazini wetu, wapendwa waangalizi wote, wapendwa wachungaji wote mlioko mahali hapa, pendwa mwenyekiti wetu wa kijiji, pendwa huyu mwenyekiti mzuri ambaye amekuwa tayari kumtumikia Bwana kwa mali zake kwa kutoa fedha na ardhi, tuna mwenyekiti mzuri kabisa, pendwa mwenyekiti wa kitongoji wapendwa viongozi wa kwaya zote zilizoimba, wapendwa wanakwaya, kwaya ya kimkakati kutoka Nyang'olo, wapendwa viongozi wa makanisa mliopo, wapendwa washirika wote, na wasalimu kwa jina la thamani la Bwana na mfufuka Yesu Kristo. oh, Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu muumba mbingu na nchi, mwenye ratiba zake ambazo alijua tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu siku ya leo na saa ya leo tutakuwa hapa kwa kusudi maalumu kwa ajili ya wote walioko mahali hapa. Haya, yeye anastahili kupigiwa makofi, vigeregere, shangwe na kweli mimi binafsi nasimama kwa heshima kubwa kwa Mungu ambaye ametusaidia kufika leo na kwa tukio hili maalum Amen. Nipende kuwashukuru kibinafsi kamati yetu ya maandalizi na uratibu ambao wamenikaribisha mimi na kamati yangu ya jimbo kwa ajili ya tukio maalum la uzinduzi wa mkutano wa kwanza katika mikutano mia yenye lengo la kumvunia Bwana mavuno. Asanteni sana, niwashukuru viongozi wote tulioalikwa kutoka maeneo mbalimbali ya jimbo letu, ambao tumeweza kufika mahali hapa na wainjilisti. Kwa kweli, mmeonyesha kuwa na utayari wa kumtumikia Mungu. Mungu awabariki wa sana. Mimi binafsi ninajisikia vizuri kuwepo mahali hapa pamoja na ninyi kwa ajili ya tukio hili la thamani sana katika ufalme wa Mungu. Madhumuni makubwa ya jambo hili ni jambo moja hata kama liko na vipengele vitatu. Hapa tuko kutimiza agizo kuu aliyoliagiza Yesu Amen. Katika maagizo ambayo aliagiza Yesu mojawapo lililokuu ndio hili lililoko kwenye kitabu cha Mathayo sura ya ishirini na nane mstari wa kumi na tisa na mpaka ishirini. Nitasoma basi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari Amen. Nataka niwaambie Mungu yuko mahali hapa. Amen. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Amen. Ninaposema, hapa Mungu yupo. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Hili ndio la kwanza A. B kwa mjibu wa risala aliyoisoma mwenyekiti wetu wa kamati ya maandalizi kwa mpango mkakati wa miaka kumi na tatu ya moto wa wamso wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, tunalo lengo na tunayo dira, na sisi tuko hapa kuitimiza ile dira ya kanisa letu. Jamani, Bwana asifiwe. Tunamwamini Mungu pasina shaka inapofika mwaka tutakuwa na makanisa yasiyopungua elfu 40. Tunamwamini Mungu pasipo shaka inapofika 2033 tutakuwa na waamini wanaozidi milioni 9 ambao wameokoka wanamkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. namna hiyo sisi kamati yenu hii tulipoanza mwaka huu, Mungu ameweka maono haya ambayo yamebebwa na waangalizi wote na wachungaji wote na waamini wote. Sisi tunaratibu tu, lakini mambo haya yanatimizwa na waangalizi na wachungaji na washirika. Na katika hilo, lengo letu ni kuwafikia watu wasiopungua elfu tisini kwa mwaka huu wafikiwe na injiri. Amen. Na katika hao ndio tumepanga mikutano mia moja ihubiriwe. Amen. Na ninyi kijiji hiki kimepata neema kuwa cha kwanza kuhubiriwa. Jimbo la Iringa ni jimbo lililopanuka liko kwenye wilaya tatu, manispaa Iringa vijijini na sehemu ya Kilolo. Na katika eneo hili tunao watu wasiopungua laki saba themanini moja mia nne na tatu kwa sensa ya mwaka ishirini ishirini na mbili na watu wengi katika hao hawafiki makanisani, maana hawajahubiriwa habari njema. Watahubiriweje kama hatutakwenda na kupeleka habari njema? Leo tumekuja mahali hapa, habari njema zihubiriwe. Jimbo oh, letu halijawa na makanisa mengi, tunayo kama mia mbili arobaini na sita tu katika vijiji hivi vingi na ndio maana tunatamani makanisa mengi yafunguliwe, ili Wakristo wasiwe na shida ya kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma za kiroho. Ndio maana hapa tumetaka lifunguliwe kanisa mahali hapa, na tunahitaji rasilimali fedha maana fedha ni jibu la mambo yote ya duniani kasoro ya rohoni na ya uponyaji. Mtu anaweza akawa na fedha kaenda hospitali zote, kama Mungu hajaachilia uzima na uponyaji, atakufa tu na fedha yake. Uzima unapatikana kwa Mungu pekee. Na asubuhi na jioni ya leo habari njema zitahubiriwa hapa na maombezi yatafanyika na ishara na miujiza vitatendeka. pendwa waangalizi, na wachungaji na washirika wote. Nahimiza juhudi zifanyike katika kumwomba Mungu na katika utafutaji na upatikanaji wa rasilimali hizo. Aidha, niwaalike na kuwakaribisha wadau wa injili na wale wapenda kupanda makanisa kutoka mikoa yote ya Tanzania. Naam, na hata nje ya nchi ambao wako tayari kutuunga mkono kazi kubwa ambayo tumeiamua na leo tunaizindua ya kupanda makanisa mia moja. Amen. Tunahitaji viwanja vinunuliwe, tunahitaji majengo yajengwe, lakini pia habari njema zihubiriwe kwa nguvu nyingi na sio kwa unyonge. Amen. Kamati ya uratibu imeshaandaa tarehe na ratiba za mikutano ya jimbo zima. Tuwapongeze na kuwapigia makofi kamati ya uratibu, inafanya kazi kubwa sana. Walianza na utafiti na sasa uratibu na ufuatiliaji na usimamizi. Mungu ametusimamia ametusimamishia viongozi mahiri wenye mzigo wa kujitoa na kujituma Amen. sehemu hii ya kiwele kama tulivyosikia kwamba kuna vijiji tisa, kwa maana kwamba itafanyika mikutano tisa katika hivyo vitongoji na vijiji ili kufungua makanisa. Na kulingana na taarifa hiyo, sehemu imeoneshwa kuwa sehemu hii hapa hapa Kiwere hapa na ng'ambo kuna nafasi za kufungua makanisa, na sisi tuko tayari kufanya pamoja na ninyi bega kwa bega tuhakikishe makanisa yanaongezeka. Kulingana na taarifa tulizozipata zina wakazi wasiopungua mia tatu na kumi. Kanisa hili linalopandwa na kufunguliwa hapa litahudumia watu hawa wa kitongoji hiki pamoja na vitongoji vya karibu karibu na pamoja na kijiji kizima cha Mfyome kwa sababu mahali hapa ninajua, kazi ikisimama itasonga mbele kwa nguvu nyingi. Ni imani yangu kuwa watu wengi wataokolewa katika mkutano huu. Ni imani yangu kuwa watu wengi watafunguliwa vifungo vyao vya magonjwa vya laana vya mikosi watafunguliwa katika mkutano huu kuanzia leo. Nawatakia mafanikio katika mikutano yote ambayo itapandwa katika section hii na katika section zingine zote zinazosalia, tufikie malengo yetu ya mikutano mia moja. Amen, na wakati huu nataka tumwalike Mungu. Twende tuombe tumwite Mungu aonekane kuanzia sasa na kuendelea katika mikutano yote inayoanzia leo na inayoendelea kwa wiki zinazofuata na miezi inayofuata. Naomba tusimame wote watumishi wa Mungu. Tukamwite Mungu mahali hapa ili kwamba baadaye mambo mengine yaendelee. Tuombe. Baba mwenye haki na mwenye enzi, Mungu wa makusudi na mpango kamili, ulipoona mwanadamu mpango wako wa awali umeharibiwa, uliweka mpango plani B ya kumleta Yesu, na yeye akatangaza amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, na yeye akatuagiza na sisi tumefika katika kijiji hiki katika mkutano huu wa uzinduzi, Mungu ninasihi nguvu zako zishuke mahali hapa. Bwana jidhihirishe mwenyewe na watumishi wako wanaposimama kwa ajili ya kuhubiri habari zako njema. Ishara miujiza na maajabu vikatendeke, wagonjwa wakafunguliwe, wenye dhambi wakaokolewe, waliopoteza matumaini yakaje matumaini mapya kutoka sasa Bwana, na kila atakayeokoka wanaume kwa wanawake, watoto kwa wakubwa, wakasimame na kuendelea na Injili. Ndipo ninapomfunga mwana wa laana, falme wa anga katika eneo hili, na mnyamazisha kimya. Nguvu zote za giza zinafungwa zi kwa minyororo ya chuma katika jina la Yesu. umetupa mamlaka kufunga mambo duniani nayo yanafungwa mbinguni. Na sasa tunamfunga yule adui mwenye kuwakamata watu kwa roho mbalimbali, roho za ulevi, roho za uzinzi, ushirikina na uchawi, na vifunga kwa jina la Yesu. Bwana, tunafungulia uokovu, tunafungulia uko, uponyaji, tunafungulia uwepo wako na nguvu zako uendelee kuonekana mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu wote tuseme, amen. Amen. Amen. Na kwa maneno haya, mkutano wetu umezinduliwa, mkutano wa kwanza kuzindua mikutano mingine mia moja itakayosambaa katika jimbo letu zima la Iringa katika section zetu zote katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen.